Haitajalisha wewe kama ni mfanyabiashara au mjasiriamali, lakini ni lazima ukumbuke kitu kimoja kwamba katika maisha yako kuna watu wa aina nne ambao unahitaji katika maisha yako. Na watu hao watakuwa na mchango mkubwa sana sana kuweza kusaidia katika kutimiza malengo uliko nayo katika maisha yako. Lakini endapo utakosea kuweza kuwa na aina watu fulani katika maisha yako, inaweza kuwa ni vigumu sana kuweza kutimiza yale malengo uliko nayo. Wambu nasiza katika siku leo kuwa makini sana katika aina hizi za watu wa mwendo kufundisha katika siku leo. Na uone ni mtu gani ambao unamkosa hasa, unamkosa hasa katika harakati zako, mchakato wako uweze kufanikisha malengo ambayo unayo katika maisha yako. Mtu wa kwanza kabisa ambaye unapaswa kuweza kuwa naye katika maisha yako tunamwita epusha. Epusha huyu ni mtu ambaye atakusukuma wewe kuweza kujiuliza maswali juu ya maisha yako, kufanya uchaguzi lakini vile vile kuweza kuangalia mwelekeo wa maisha yako ni upi. Yaani wale watu ambao watakufanya wewe kama kukusukuma fulani katika malengo ambayo unayo. Watakusukuma kuweza kujitafakari na kuweza kujua kama mwelekeo wa maisha yako ni upi, unapaswa kuweza kuelekea wapi katika maisha yako. Ni watu ambao watakufanya uweze kufukua na chaguzi uh, za maisha yako kwamba unataka kuweza kuelekea wapi. Nini hasa ambao utaweza kusimama nacho katika maisha yako kuweza kuwakilisha wewe au kiwe kama ni, ni kitambulisho cha wewe ni nani katika dunia hii. Sasa hawa watu ni muhimu sana katika maisha yetu. Hata katika kazi ambazo unazifanya au marafiki ambao unakuwa nao, ni lazima ushe kwamba unakuwa na mtu ambaye, epusha mtu ambaye atakuwa na atakulazimisha, mtu ambaye atakuwa ni kichocheo cha kutimiza maono uliokuwa nayo, kuweza kutimiza ndoto uliokuwa nayo. Mtu ambaye atakutaka wewe kuweza kuwa vizuri zaidi ya sasa hivi jinsi ulivyo, ni muhimu sana sana kuweza kushukua kwamba unakuwa naye katika maisha yako. Lakini kuna mtu wa pili ambaye unapaswa kuweza kuwa naye katika maisha yako, tunamwita kwamba Eloy confident. Huyu ni mtu ambaye yeye huwa anakuwa na ujasiri au anapenda sana kuweza kuwa karibu na wewe yani, haitajalisha kwamba unapitia magumu ya namna gani, haitajalisha kwamba unapewa sifa za namna gani, lakini yeye huwa anapenda kuweza kuwa karibu na wewe, lakini vile vile huwa anapenda kuweza kuona kwamba unavuka sehemu moja, kuna sehemu nyingine. Kwa lugha nyingine unasema kwamba ni watu ambao wao wanapenda kuweza kuwa na mchango katika mafanikio ya maisha yako yani, mtu ambaye unakutana naye anakupenda, lakini vile vile anapenda kuweza kuwa na wewe muda mwingi na napenda vile vile kuona kwamba unapiga una hatua au anakuwa ni chachu mafanikio au chachu kutimiza malengo ambayo unayo hasa katika maisha yako, tunamwita a low confident person. Lakini kuna mwingine tunamwita the energizer, mtu ambaye anaweza kuwa ni hamasa kwako, mtu ambaye anaweza kwa, ku, kwa, ku, kwa kuhamasisha. Ni watu ambao ukikutana nao, watu ambao ukiwa nao wanapenda kufanya kukuona kwamba una smile hmm? Mtu anapenda kuona kwamba unakuwa na furaha ni watu ambao wenye wao huwa wanakuwa na positive energy sana. Wao wanakuwa ni mtazamo chanya. Wanapenda kwanza kuku encourage katika ndoto ulizokuwa nazo, wanapenda kuku encourage uweze kuwa na ndoto kubwa katika maisha yako. Wao tunaita kwamba the energizer. Kwa hiyo ku, ku, ni muhimu sana sana kuweza kuwa nao katika maisha yako ili uweze kuwa kichochezi cha wewe kuweza kukua na malengo makubwa na ndoto kubwa, uh, za kuweza kutimiza katika maisha yako. Kwa sababu tunakwambia kwamba, uh, they always leave you charming, inspired and filled with amazing positive energy. Kwamba wao wanakuacha kwamba unakuwa na tabasamu. Unakuwa umehamasika. Lakini unapoondoka hata katika uwepo wako unakufanya kwamba unakuwa na positive energy ya kuweza kutimiza zile ndoto kubwa ambazo unazo katika maisha yako. Tunaoita the energizer. Hii ni aina tatu ya watu ambao unapaswa kuweza kuona katika maisha yako. Doesn't matter kama ni marafiki au kama ni kazini, lakini ni watu muhimu sana sana kuweza kuwa nao. Kuna watu mtu wa nne ambao tunasema a mentor. A mentor kwa tafsiri ambayo ni nyepesi na ambayo unaweza kanielewa, tunaweza kusema ni mtu mwenye experience au ni mtu ambaye ameshafanya kitu ambacho wewe unataka uweze kufanya. A person who has already done what you are trying to do and is successful. Huyu namwita ni kama mwongozaji wako au mtu ambaye atakuwa ni mwongozo katika kile ambacho unataka ukifanya, yaani mtu ambaye tayari ashafanya kile ambacho unataka ukifanya, au mtu mwenye experience na kile ambacho amefanya na akafanikiwa au hajafanikiwa, lakini ana experience na kile ambacho wewe unatamani uweze kufanya. Huyu namwita a mentor, kuwa kama mwongozaji au uh, atakusaidia kuweza kukuongoza uh, kwa vitu ambavyo unataka uweze kuvifanya au una ndoto ya kuweza kuvifanya. Kwa huyu vilevile ni muhimu sana sana kuweza kuwa naye, it doesn't matter kwamba unafanya shughuli gani. Kama ni mfanya biashara, lazima uweze kuwa na menta au mshauri katika yale maswala ya biashara au jasiriamali mali, it doesn't matter kama ni kazini, inabidi huweze kuwa na menta ambaye atakushauri katika mambo kazini. Inaweza pia na mambo ya public speaking, inawezekana pia na mambo ya life coach, lazima uweze kuwa na mentor au mtu ambaye atakushauri, mtu ambaye tayari ameshapita ile njia, anaanza kukushauri kwa kitu ambacho kitakusaidia kuweza kupiga hatua kubwa zaidi kwa kile ambacho unafanya. Hawa ni watu wanne ambao ni muhimu sana sana kuweza kuzingatia. Na ningependa katika somo la siku leo uweze kujitafakari kwamba ni aina gani ya mtu ambaye unakuta hauna katika maisha yako. Na unasubiria nini mpaka sasa hivi kushindwa kuweza kuvuta mtu ambaye unamhitaji kati ya watu hao wanne. Ningekwambia kuna kwanza ametoa epusha mtu ambaye atakusukumiza kwamba uweze kujiuliza maswali ambayo ni positive juu ya maisha yako, atakufanya uweze kufanya chaguzi sahihi katika maisha e e yako, uh, kuwa karibu na mwelekeo na mm, kukufanya, kukufanya na, na positive energy na kuna mentor ambaye nimekuambia kwamba uh, yeye ni, ni, ni, ni mtu ambaye ni kwamba mshauri mm. Ni mtu ambaye inasikana amefanya kile ambacho tawezo ukifanya au amekifanya akafeli uh, kile kitu ambacho tawezo ukifanya kwa ana experience tayari. Kuna mwingine ambaye inasikana ni mtu amefanya kitu na kafanikiwa, na kuna mwingine ambaye amefanya kitu akashindwa, lakini tayari ana experience na kile kitu, kwamba anaweza kukupa mwelekeo kwamba unapaswa kuzofanya nini kusudi usirudie makosa ambayo mwenyewe alishaweza kuyapitia. Kwa ni watu wanne ambao ni muhimu sana sana, kwamba unaisikiliza katika siku ya leo, unapaswa kuweza kuwa nao. Mimi naomba nishapa kwa siku ya leo, lakini kama utakuwa ni mgeni au ni mara kwa kwanza kuweza kuungana sisi katika mafunzo yetu haya ya YouTube, uh, naitwa coach Lazaro Samwel uh, ni life coach author season marketing expert na nasaidia wajasiriamali na wafanya biashara hasa katika kuondokana na matatizo ya kuongeza mwezo katika biashara zao, lakini na utafutaji wa masoko wa kile ambacho wanakiuza. Kwa nakukaribisha sana katika kujifunza zaidi katika upande wa biashara na wajasiriamali na tuzidi kupesha biashara biesha zetu katika viwango vingine. Mimi naomba natoka katika mwema na Mungu akubariki sana.